Ndugu wa Tanzania Lissu, mko ndani na sisi. Tumerudi hapa, hatutaondoka Dar es Salaam hii mpaka baada ya kesi. Tunahitaji wote tarehe ishirini na nne tukutane pale Kisutu kumuunga mkono, na aone Watanzania wanamuunga mkono. Akiletwa pale aone Watanzania wanamuunga mkono, na tutawaalika mabalozi wa nchi zote, tutaalika nchi zote za nje. Wakituletea fujo dunia ione kwamba serikali hii ni ya kidikteta inataka kuumiza watu wanaokwenda kumwona kiongozi wao. Hatutafanya fujo, na ninawasihi, usibebe hata jiwe, beba kopo lako la maji, funga kitambaa cheupe hapa, kuonyesha tunataka amani, lakini tunamuunga mkono kiongozi wetu ambaye amepewa kesi ya uongo tarehe ishirini na nne nastaki mshangilie hapa na msionekan sisi tutakwenda mtaa kwa mtaa mpaka tarehe 24 tunataka siku hiyo pale kisutu pasimame wangapi wako tayari watakaojitokeza siku hii kama unaendesha bodaboda boda, kuacha siku moja haitakuzuia kura kama unapika chai kuacha siku moja haitakufanya ufe Ukiacha siku moja ikabadilisha maisha ya mtoto wako apate elimu bora, anufaike na rasilimali za nchi hii, utakuwa umemtetea yule mtoto wako, malaika wa Mungu ambaye anaandaliwa maisha mabovu, lakini na Samia Suluhu Hassan